Tumefanya uwekezaji ambao umetoa ajira hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu, jumla ya wa wafanyakazi 764 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na kampuni ya TEAGTL, yani ile Adan, katika fani mbalimbali, wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali, makarani wa shughuli za uendeshaji, waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo na askari. Lakini pia kuna ajira zisizo za moja kwa moja ambazo zimezalishwa ni nyingi, na Watanzania wengi wanaendelea kunufaika lakini pia tumefanya uwekezaji huu ambao umeiwezesha TPA pia kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari. Ndugu zangu, huko tulikotoka TPA ilikuwa inaweza kufanya uwezeshaji uzalishaji, mwaka elfu mbili huko na ishirini, uzalishaji kwa mwaka kama bilioni shilingi bilioni mia nane na hamsini, na karibu fedha zote zilikuwa zinatumika katika uendeshaji. Kwa hiyo ilikuwa tunapata na fedha zote zinatumika lakini sasa hivi tunaweza kupata kwa TPA peke yake tunaweza kupata zaidi ya shilingi trilioni 2, mapato ya TPA peke yake. Muhimu zaidi, gharama za uendeshaji wa TPA zimeshuka. Zilikuwa zinakwenda bilioni 800 mpaka mia tisa huko, yaani fedha zote tunazimaliza. Lakini sasa hivi tumeweza kushusha gharama kwa zaidi ya asilimia 57. Matumizi ya TPA hapa hayafiki bilioni 500 kwa mwaka, kwa hiyo na hizo zilikuwa ni fedha ambazo zilikuwa zinakwenda kulipa wafanyakazi, kugharibia matengenezo, marekebisho, um, vitu mbalimbali. Kwa hiyo unajikuta fedha zile, mnapata mapato ya bandari, lakini fedha zote zinaishia katika gharama za uendeshaji.